Yes bata bado linaendelea huko nchi za wenzetu, wametoka London, Manchester, Scotland e, wameingia kwanza kwenye shopping kidogo hapa. Hello everyone and welcome back to my channel. Kama ni mpya kwenye hii channel, make sure you subscribe, like and comment. Well guys, hii ni familia ya Diamond Platnumz akiwemo Mama Dangote, Esma Platnumz Tahia na Taraj. Hapa walikuwa wameenda zao kwenye mall, mambo ya shopping nini and wametake some pictures, yani ilikuwa raha tupu. So mimi stakuongea sana, niwasogezeni hapa mujione wenyewe bata linaloendelea huku, mambo ya shopping Louis Vuitton. <laughs> Did I pronounce it right, eh? Yes, mambo ya shopping huko sitaki kukosea brand za watu kuzitaja nikacheka. Well, guys, si mnaona mambo kama hayo, mambo ya hoteli, mambo ya yani, yani, very, very luxury. Well, guys, without talking much, enjoy the video. Biwa. <laughs> <dame>. <laughs> Well, guys, Diamond Platnumz akitake video adampija picha sure. Mama yake dadake Yes, raha tupo. Yes, raha ana anamrekodi anam mama yake jamani, raha. Yes, ukifanikiwa eh, saidieni wazazi wenu ndio jambo la muhimu. Hebu tuangalie ni, ni, hey, tuangali ni kwanza hapa kidogo <laughs> <laughs>

Well, sasa mambo ya picha hayo e, e, hapa wametoka zao shopping. Unamwona Mama Dangote huyo kabisa kwenye ubora wake, kina Esma hapo amebeba a lot of stars. Mm-hmm. Esma yuko wapi jamani? Esma Platnumz. Yes, imeona bata analokula mama na mwana eh? Familia nzima inaenjoy inakula bata. Wako, za hapo walikuwa Manchester kama sikosei, walikuwa wanaelekeza Scotland. Well, my people, umeona batali linavyoenda. Yes, raha tupu, watu wanajivinjari, watu wana enjoy. Sijui watarudi lini jamani, maana batali linaliwa kila siku, na leo sijui wataenda wapi maana walianza London wakaenda Manchester wakaenda Scotland leo jamani timu hii ya Diamond Platnumz sijui itaenda wapi kufanya show. Na show ya jana mliona ilivyokuwa, nimeshaipost kama ulikuwa hujaiona, maidia unapitwa. Maana Diamond <laughs> alijua kukatikiwa jana na huyo mdada. Kwa hiyo, my people, kama mlikuwa mjaona, naomba mkimbie mkaione maana mpaka mimi mwenyewe nimeamua ku- ku skip skip, skip vipande, ilikuwa ni hatari. Yaani yule dada alikuwa half naked kabisa, kila kitu kiko nje na Diamond anashikilia mbali, hana habari. Well, nisiongee sana. Kama uliwa hujaiona, nenda kaione and comment hapo chini kuhusu ile video unaionaje na kama ulikuwa huja subscribe please my beautiful people make sure na subscribe like and comment for more amazing videos